Hao jiona wale watu London wameka foreni kama vile tunaenda kucheza singeli, sasa huo ni balaa lile. Wazungu wanapanga foreni msululu kama lami hapa na, hapa na Bagamoyo. Sasa Diamond mtu wa mchezo so, tumeakilishwa tumeheshimika Tanzania mm -hmm. eh? hata wakisema wa Nigeria si wateja wametoa hela wameingia mm -hmm. yes. Umbebe nani, unaweza kumbeba mtu mm -hmm. Nibebe nipeleke Nigeria. unaweza kunihudumia mambo vipi? mtazamaji wa Bongo Plus TV karibu sana kwenye exclusive interview. Niko na Dotto Magari, tumekuja kupiga stori nyingi sana kwa sababu, bwana huu mji bwana, bila Dotto bwana, naona kama aga uende kabisa. Dotto, na kwanza nikwambie ni nywani tu, habari hamna, deal kila saa ku interview tu, interview tu, interview amfanya. Tayari kilimo, uendelee mashambani huko, mwangalie watu wanapolima. Kila saa kutaka umbea mji tu mji tu eh, kwa nini mna? Kwa hivyo na habari hata bungeni sasa hivi unaongelea, hamna vitu vya kawaida, vitu vya kawaida hivyo kwenye jamii. Sinafanya vitu vya ukweli, nina misimamo. Ujue maisha yako, ukiwa na misimamo kwenye maisha yako, unaishi vizuri. Sawa. mm -hmm. Kwa jina langu mi nilivyo na mtu mwingine hawezi kusimama hapa, hawezi kushinda hapa ofisini kwake, yeah. Anajificha kutwa kutwa, maisia anaenda anahangaika maofisi ya watu kwa sababu ya jina lake, yeah. Lakini mi watu wakija nawapeleka chini ya mwembe ofisini kwangu, maisha yanaenda, yeah. Na anaishi vizuri kushinda hata hao, ndio yeah. Iko hivyo, yeah. Kwa hiyo hey, maisha unakuwa unajiamini una, yeah. misimamo. mm. Wewe chizi misimamo? You know misimamo, you know misimamo, misingi. Juzi wakati ulivyo, ulivyozungumza bungeni bwana, nikaona watu kwenye mtandao wanakusifia sana, kasema Dotto ana, ana kitu gani extra mpaka bunge na mjadili Kenya huko Tanzania huko, mzani, yani, eh. Eh. Yani, hey, w <laughs> Uh, kama, msema, kama msemaji wa familia ya Manara bwana bwana, uh, Manara juzi bwana vipi uh, bwana unaingia kwenye maisha ya watu tena hapa umekuja yeah. interview zingine si interview ya mzee, yeah. lakini, mzee bwana lakini endelea na maisha yake ale. Mzee ana relax, hana shida na mtu bwana, ana shida na mtu mzee bwana, tuongee mambo mengine ah. kwa post wale ah, na ah, bwana, sasa una post watu wako wa zamani, unakumbuka tu maisha yaliotokea uliopitia mapito. Kwa nini unaweza kukumbuka labda lada za zamani sasa no. uwachane na nani, watu wanaachana watu yeah. wanap, wan, yani wanapotezana tu, hakuna mtu anamwacha mwenzie, usimtajie yeah. ah. ki, ah, kasa... huyo mtu tena nitakupiga mwanahabari yeah. usimtajie kabisa huyo mtu samani, usitafute maneno ya mtandaoni bwana, watu tayari umsikia kabisa huyo msanii wangu hapa, njoo wewe, mweka majizo huyo, fungua majizo huyo msanii tusikilize muziki changamka naye msanii kiasi kumagua ajabu ajabu, utafikiri unaendesha farasi, anapiga show, anapiga show, fungua muziki tusikilize uja Jamani, jizo hii hapa, kampuni yetu kubwa kabisa, yaani yeah. Ukiziona hizi ndo zinatamba Dar es Salaam mkoa mzima, mm -hmm. na mikoani, mm -hmm. weka mziki. Maki mwana habari una habari za kunihoji, wanataka kutaja maisha ya watu. Mimi nishavuka umri wangu sitakiwi kumsema mtu. Yeah. Au nioni mimi 147. Bado tatu nifikie 50. Kama msemaji wa familia. Sasa, msemaji sasa, uongee utopolo. Yeah. Usiniulize utopolo bwana. Wewe weka mziki nitakupiga mitamba msanii. Weka mziki. Wanasema show ngapi sasa hivi? Maana show ya promo imefanya kubwa. Show ya msanii milioni 30. 30. Eh, masaa mawili Masaa mawili Lema anapiga milioni 30. Na tunakuendelea sasa hivi napandisha milioni 50. Wanasema watu wengi wanakuja. Wanasema disain wake nani? Disain wake anamjua mwenye aya. Lema mwanangu huyo asima anakufa hapa asima, yule akomledia anamsumbua kwenye madm kila saa. Analia muda wote. Aya. Asima angalia mtu huyo aya. Mama Chanja Angalia mtu mnamwachaje? Mtu mnamtelekeza nyamna watu wajane? Aa, oya, maisha ndo haya. Msanii kashatoka kimjini ya mumwezi, anajua kudensi. Oya, huyu ana densi kushinda tassho tufudenke, huyu ana densi kushinda tastsho tufudenke. Angalia we, siunawajua? Angalia mtu anavyo densi huuee. Angalia mtu anavyo densi huyu. Sasa sasa hebu hebu hebu ssu kuuliza swali kidogo, nayo tuambie kidogo, tuambie kwanza, mpango ikoje aza lako moja kwa kwa Dotto amekuwa mbali sana, mpaka sasa hivi kwa vizuri pia unamwambia je? Mi namshukuru tu kwa kunipokea na kunisapoti, nashukuru sana. Ni ni brother ambaye ana roho safi, anapokea kila mtu kwa hiyo jambo la kushukuru sana kwangu. Mipango eh, iko vipi hasa kwa sababu watu wanasema sasa hivi promo ambayo tayari ishafanyika eh, una deserve vitu vikubwa kutoka kwa Dotto. Yani uh, mpango uliopo sasa hivi wa wao wasubiri wa wa, wa kazi nzuri. Muda si mrefu tutaachia ngoma eh, Oya, tumetoa best kali sana wasikilizie tu suni kazi nzuri inaingia huyu eh, ndo Dogo Lema International Mtanzania wa kwanza eh, anawafanya Watanzania waburudike wafurahi eh, kwanza angalia sop sop msafi eh, kuna watu wanaona donge mavazi mavazi yao yao kuja kumuuliza tu au brand yao, lakini hivi hivi msanii babu kubwa mchezo mtu ni kama kiasi gani? Kwa mfano ngalia sosop hela nyingi sana, hela ST milioni 26 26 hiyo hiyo kwa kwa mimi, mtu anaendesha anaendesha ST na mavazi mavazi ya ya mwanamuziki wangu lebo yangu mwenye ST, asinisalimie barabarani. Jambauza kabisa hasa samani yake ndo mavazi ya msanii wangu. Haya ndo msanii wangu wa kwanza na wengi wananipigia staki yeah. Kwa sababu nina nyumba kubwa nimewaweka, nitakuwa napokea vipaji mm. Na kila kipaji kikiingia kuingia kazini milioni Eh, kwa sababu hiyo milioni ndio tutapa nauli kula. Kwa hiyo mtu yoyote anayokuja kujiunga na mimi aje na milioni na nyumba mbezi bichi kubwa tunawalinzi security safi mm. na magari ya kutembelea. Unajua no, no, ndio sasa hivi umekuwa na uelewa mkubwa sana kuhusu masuala ya. Oya huyu anaondoka na kijiji. <laughs> na, na, na, si huyu sopsopu lema nang'aa alikuwa hivi huyu. Eh, mipango mipango lai mipango tusifanye mchezo live bandi. Dola 100, dola 100 ndio ile mtu anaihangaikia hiyo mchana kutwa hajaipata ajaipataiyo mipango kumpeleka nje labda uko London, hiyo mipango si midogo kabisa hiyo vitu hey. Taratibu vitu hey. ah. yeah. havitaki haraka yani, wao wenyewe wadau ndo watamchodoto na mtaka msanii London, ndo hela yangu which mm. is which you know, uh, yani huyu wale wadau ndo watalipa hela kumpeleka Ulaya mm. sie mimi tena Dotto Magari nitoe hela yangu ya makelele mtandaoni yeah. ya kushinda jua chini ya mwembe hapa mm. I never wao wenyewe matajiri watatoa hela watampeleka Ulaya una hey. Unauliza nini? yule ndo mkubwa wa muziki Afrika, yule ndo yeah. anatuwakilisha Tanzania. Diamond Platnumz ndo baba yao hey. sijui unanielewa hey. Unaona, wasanii wote unawajua, tuwataji majina wote wametokea pale. Kwa hiyo yule ndo mkubwa wa muziki a yeah. ajana wale watu London wamekaa foleni kama vile tunaenda kucheza singeli yeah. sasa sasauoni yeah. balaa Wazungu wanapanga foleni msululu kama lami hapa na, na Bagamoyo hey. Sasa Diamond mtu wa mchezo so, tumewakilishwa tumeheshimika eh? wa Tanzania hata hey. hey. Wakisema wa Nigeria si wateja wa mitoa hela wameingia hey. Si yes. Umbebe nani unaweza kumbeba mtu hey. Emwe, ni nibebe nipeleke Nigeria unaweza kunihudumia baba hey. hey. Ni kwambie dunia nzima <laughs> mpiga mziki nguli mashuhuri <laughs> konkodi mfalume wa mziki <laughs> Jibrilu mwenye mabawa <laughs> taikuni Sawa, mguu nje mguu ndani, alobarikiwa na ufalme wa Mwenyezi Mungu, Diamond Platnumz, hakuna anaomweza wala atomfikia. Sasa hivi ndo wameamini yule ni tajiri kwanza, si mwimba mziki ni tajiri. Anafanya biashara ya mziki yeye yeah, ndo anaifanya biashara mziki ionekane na vipaji vingine vya chini vionekane. Aisee, usinioji sema, siruhusi kugusa mwilini, ningekupiga. Acha kunipandisha kichwa changu bwana, no, mi mtu mzima. A wee, umpendi Diamond ya maana? Mimi niliona kwa Mwijaku na kasema, sinitajie mtu mjinga huyo bwana, unanitajia e. Mtu mjinga nini bwana? Huipu, kichwa mviringo hasa ana akili yule mtu. Wewe unavyomuona yeye ana akili? Hebu pima akili zangu na akili za mujako e, tuweke hata nusu safu, utajua nani ana akili. Kaamka usiku anakimbia ukajaza e bane, mwite yule kichwa mviringo na mimi, utuweke hata dakika 10 e, afu angalia mazungumzo yetu, utajua huyu zero brain huyu anayoelewa e, sio, unanielewa e? Tuita tupipe dakika 10 yake ya mchongo ile, ah. Oya hmm, mwanamuziki mkubwa ulimwenguni ni Diamond, Afrika, hapa nchini Tanzania, hmm. Bila watu kumwangalia Diamond kwenye mitandao, kumwangalia kwenye matv huko maulaya, watu hawajaamka, hawajaishi, hawajafanya shughuli zao. Yeah, ah, vibaya. Mwana muziki mkubwa ulimwenguni, nimeona nimeona pia wasanii wa Bongo We, we, jamani, jizo hii, jizo hii, eh? Jizo hii. Eh? Piga oksaiti yetu piga namba za simu eh? Njoo, tunakuletea kokote uliko, tunazo ndogo, tunazo kubwa, jizo hii hapa, jizo, jizo hii hapa jamani, jizo habari ya mjini, jizo hii hapa majizo, tajiri mkubwa huyu, hizi eh. Ndo tuna supply sisi tu wa ulimwenguni, Afrika kote eh, wa mikoani, piga namba za simu wapi? ziko ndogo ziko kubwa jizo international. Nimemaliza mimi, nashukuru sana mimi, nakukubali mwana mwanahabari, mnaheshimika sana na nyinyi ndio mnafasi yetu julikane mm. Mungu akubariki sana. Sasa hivi umenenepa kidogo, hey, umeama nini kule? Ulikuwa unasema unakaa kambini <laughs>